Tarehe 9 Oktoba anakumbukwa mtakatifu Yohane Leonardi wa huko Italia. Alipokuwa na miaka 24, alihitimu chuo cha tiba, lakini baadaye alielekeza maisha yake kwenye huduma ya kidini. Alianzisha shirika la wanaume wa Yesu ili kuimarisha imani ya Kikristo na kutoa elimu ya kidini. Shirika hili lilijikita katika kueneza ujumbe wa Injili na kuwasaidia watu katika maeneo mbalimbali, katika kipindi cha mapinduzi ya Kiprotestanti. Yohane Leonardi alifanywa kuhani na alifanya kazi ya kuhubiri kwa waamini na kusaidia kwenye miradi mbalimbali ya kijamii na ya kiroho. Aliandika vitabu vingi juu ya teolojia na elimu ya kidini na alihamasisha umuhimu wa elimu katika ukuaji wa imani. Alishirikiana na viongozi wa Kanisa na alikuwa na ushawishi mkubwa katika kuimarisha maadili ya Kikristo. Aliaga dunia Septemba 9, 1609. Anatufundisha ujasiri katika kueneza imani na kuleta mabadiliko chanya katika jamii.